Mimi najua tukiamua leo hii ya kwamba tunamsimamisha party leader wetu huyu 2027 watu wanaenda nyumbani. Tukiamua tunasimamisha huyu Abdul Swamad, wa Abdul Swamad ama deputy party leaders wale wengine wote tutashinda huo wo uchaguzi. Mukisema SG wenu wasimame kura 2027. Hiyo uchaguzi tunashinda tena mapema. So nasikia kuna watu wanazunguka wakisema, oh ati ni Baba pekee alikuwa anaweza kuwaangusha wao kura. Kuna mjumbe hapa ametuambia mtoto wa simba ni nini simba, eh, watashangaa sana. Jambo la pili, uhusiano tulioweka na serikali ya UDA, mkataba huo Baba mwenyewe aliwaambia mwenye kuandika ni nani, mwenye kuandika ni nani? Sifuna mimi huyu. Sasa wale ambao mlifanya fasaha katika shule kuna mwandishi kwa mfano eh, chinua Achebe. Chinua achebe ndio mwenye kuandika things fall apart, si mnajua? Wewe ukikutana na chinua achebe Leo unaweza kupingana na yeye ni nini iko kwa hiyo kitabu. Sasa kama mwenye kuandika huo mkataba, kama mwenye kuandika huo mkataba na ujua na uelewa, najua ulikuwa ni wanini, najua unasema nini na ni kipi haisemi. Niliandika hapo ndani mimi mwenyewe nikasema: This agreement does not constitute a coalition agreement with UDA. Iko hapo, Ruto alisign, Baba alisign.